Baba yangu na Mungu wangu ketiye mbinguni mahali pa juu palipoinuka sana, asubuhi ya leo Bwana, ninakuja kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo wa shukrani, ninasema asante Bwana kwa neema hii ya uhai uliyoachilia kwangu. E eh Bwana, asante kwa ulinzi wako Bwana, asante kwa neema yako Yesu. Ninakushukuru kwa moyo wangu wote Bwana, kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwangu. Asante Bwana kwa kunilinda na kunitunza mimi pamoja na familia yangu. Tulipolala Bwana, tulilala kama wafu, na hata sasa Bwana, tumeamka ni kwa neema yako tu Bwana. Ninakushukuru wewe pekee uliyeziumba mbingu na nchi, Bwana, kwa mikono yako kwa kila namna yoyote Bwana asante Yesu, asante Bwana, asante Mfalme, asante Kristo uliyekufa kwa ajili yangu. Asante Bwana uliyeyatoa maisha yako kwa ajili yangu Bwana, mimi nipate uhuru na amani. Yesu, ninakushukuru, ninasema asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa neema yako Bwana, asante kwa nafasi na kibali kingine ambacho umenipatia siku ya leo. E eh, Bwana najua ni kwa huruma zako na rehema zako Yesu maishani mwangu ninakushukuru Bwana kwa asubuhi hii, ninakushukuru kwa moyo wangu wote. Asante kwa pumzi ya uhai, asante kwa kuniamsha salama mimi pamoja na familia yangu. Asante kwa ulinzi wako Bwana uliokuwa juu yangu asante kwa neema yako Bwana ya ulinzi iliyotufunika mimi pamoja na familia yangu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa neema mpya leo Yesu, maana rehema zako ni mpya kila asubuhi. Ninakushukuru Bwana kwa wema wako. Asante Yesu kwa uaminifu wako. Asante Bwana kwa baraka zako. Asante Yesu kwa neema yako ninakushukuru Mungu wangu na Baba yangu. Hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Mfalme, hakuna aliye kama wewe Jehova. Ninakushukuru Bwana, ninakutukuza Yesu, ninakuinua Bwana. Baba, nakushukuru kwa uzima wa afya yangu, e eh Yesu. Ninakushukuru kwa amani ya moyo wangu, ninakushukuru kwa kila namna uliyoitenda kwenye maisha yangu. Asante Bwana kwa ajili ya kazi za mikono yangu ninakushukuru Bwana. Kwa ajili ya familia yangu ninasema asante. Kwa ajili ya ndugu zangu Bwana na kutukuza Yesu, ninakubariki. Hakuna kama wewe Bwana, ninakushukuru Bwana kwa yale ninayoyaona na hata yale nisiyoyaona Yesu. Asante, asante Bwana, ninakurudishia sifa na heshima, uweza na nguvu, vina wewe Mungu wangu. Asante Bwana, ninakushukuru hata kwa mambo niliyoyaona kuwa magumu, lakini kwako Bwana yalikuwa mepesi katika wewe unayenitia nguvu. Ninakushukuru Bwana, kwa maana katika yote najua wewe unanifundisha, unanijenga na unanivusha. E Bwana Yesu, ninakushukuru Baba, ninasema asante. Asante Bwana kwa siku nzuri iliyojaa baraka na neema nyingi. Ninakushukuru Bwana kwa wema wako. Asante Yesu kwa fadhili zako. Asante Bwana, kama sio wewe uliyekuwa pamoja nami, ni nani mwingine Bwana angeniokoa na kunisaidia? Ni nani mwingine Bwana angenitunza na kuniokoa katika neema yako Baba? Ninakushukuru Yesu, ninasema asante. Asante kwa wema wako, asante kwa baraka zako, asante kwa fadhili zako, asante kwa ulinzi wako wa usiku mzima, asante kwa malaika wako Bwana waliokuwa zamu kunilinda na kunizunguka mimi pamoja na familia yangu. Asante Bwana kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayeniongoza na kunisaidia hata katika madhaifu yangu Ninakushukuru Bwana kwa yote. Asante Bwana kwa hiyo sadaka ya damu yako takatifu iliyomwagika pale msalabani, inayoniosha na kunisafisha makosa, inayonifunika na kunilinda dhidi ya kila mabaya yote yanayopangwa na yule mwovu Ibilisi. Bwana ninakushukuru Yesu. Asante, katika amani yako nililala salama na kuamshwa salama, katika hiyo neema na amani yako Bwana. Asante Bwana. Asante Yesu, ninakurudishia sifa na heshima uweza na nguvu vina wewe Bwana, mamlaka yote ina wewe Mungu wangu. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Hakuna aliye kama wewe Yesu wangu, hakuna aliye kama wewe baba yangu. Ninakutukuza Mungu wangu, wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni mfalme wa falme, wewe ni niko ambaye niko, uliyeko na utakaendelea kuwako, Alfa na Omega Mwanzo na Mwisho wewe ni baba yangu wewe ni Mungu wangu wewe ni kimbilio langu hakuna kama wewe Bwana hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe mfalme wa ajabu, hakuna kama wewe mfalme wa amani, hakuna kama wewe simba wa kabila la Yuda. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwaminifu Yesu, matendo yako ni makuu, unatisha kama nini Yesu. Ni ukili wangu asubuhi wa ya leo ya kwamba pasipo wewe mimi nisingekuwa hivi hivyo. Bwana, wewe ni kila kitu kwangu, ninakutukuza ninakuinua kwa maana unastahili, kwa maana unatosha, kwa maana unaweza. Baba, wewe ni mwema, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu mzuri sana, wewe ni Mungu nayetisha kama nini. Hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe mfalme wa falme, hakuna kama wewe Jehova. Pokea sifa na heshima, uweza na nguvu, vina wewe Bwana, mamlaka yote inawe wewe Yesu, hakuna kama wewe Bwana. Asante Mungu wangu, asante Baba yangu, ninakushukuru Bwana, ninakushukuru Yesu kwa yote, kwa mema ulionitendea. Asante Bwana kwa wema uliowatenda kwenye maisha yangu, asante Bwana kwa neema kuu ulioachilia kwangu. Sifa heshima, uweza na nguvu vina wewe Mungu wangu, ninakuabudu Bwana, ninakutu za Yesu hakuna kama wewe Bwana, ninasogea mbele zako wewe, Baba wa rehema, Baba mwenye rehema nyingi. Nakuja mbele zako nikiwa mnyenyekevu Bwana, kwa moyo wa unyenyekevu, ninakiri makosa na dhambi zote nilizoweza kuzitenda kwa kujua ama kwa kutokujua. E Baba wa rehema, naomba unioshe, unisafishe, unitakase Bwana, mahali popote niliponena kinyume na mapenzi yako, kwa kuwaza, kwa kutazama, kwa kusikia, kwa kutafakari, kwa kunena, kwa namna yoyote. Bwana Yesu, ninauleta moyo wangu mbele zako, ninauleta moyo wangu katika kiti chako cha rehema. Bwana ninaomba unitakase, unisafishe. Ninakiri Bwana makosa yangu mbele zako, kwa mawazo yangu, kwa maneno yangu na tendo yangu ambayo hayajakupendeza ambayo hayakukupendeza wewe. Bwana Yesu nisamehe Bwana, nisamehe nilipokosea kwa kujua ama kwa kutokujua, pale nilipoumia na kuumiza wengine, pale nilipokosa kukutii sauti yako. E Bwana, ninaomba damu yako takatifu initakase na kunisafisha damu yako takatifu ikawe ya mawazo yangu ikawe juu ya mawazo yangu moyo wangu na roho yangu. Damu yako takatifu ikatakase moyo wangu, damu yako takatifu ikatakase roho yangu. Bwana ni rehemu, Yesu nisafishe, Yesu ni rehemu, nitakase Bwana mimi pamoja na familia yangu, nitakase Bwana mimi pamoja na watoto wangu. Yesu ni rehemu, mwana wa Daudi ni rehemu, nitakase Bwana. Nisafishe Yesu kwa damu yako takatifu, na kwa jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana rehema zako, ninaomba rehema zako Bwana, zikafute kila hatia kwenye maisha yangu. Damu yako takatifu ikafute hatia kwenye familia yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye ndoa yangu, kwa watoto wangu, kwenye masomo yangu, kwenye biashara yangu, kwenye kazi za mikono yangu, hiyo damu yako takatifu, ikafute hatia pale ofisini kwangu pale kazini kwangu mahali popote Bwana nitakapokuwa, damu yako takatifu ifute makosa na dhambi zangu zote ee Bwana, kwa damu yako takatifu na kwa jina la Yesu Kristo, nakuja mbele zako Bwana asubuhi ya leo, ninasimama na kutangaza rehema zako juu ya siku yangu yote, juu ya maisha yangu juu ya familia yangu juu ya biashara yangu juu ya watoto wangu juu ya kazi za mikono yangu. Ninatangaza rehema zako Bwana, popote nitakapokwenda, rehema zako zinitangulie. Kila neno nitakalolisema, lifunikwe na rehema zako. Kila uamzi nitakaoufanya, uongozwe na rehema zako. Ninakataa hukumu yoyote isiyo ya kwako. Ninasimama ndani ya neema na rehema zako Bwana. Nimesimama katika neema na msamaha wako Bwana katika maeneo yote ya maisha yangu. E hey Baba, ninaomba rehema zako zikanitetee. Ninaomba rehema zako zikanifanyie nafasi. Baba, asante, kwa maana rehema zako ni mpya kila itwapo leo, ni mpya kila asubuhi, ni mpya wakati wote na majira yote. Baba, asante kwa huruma na rehema zako, asante kwa neema yako Bwana. Ninasogea mbele zako Baba, ninaomba uongozi wa roho wako mtakatifu. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha uongoze siku yangu yote ya leo. Niongoze katika mawazo yangu, niongoze katika maneno yangu, niongoze katika hatua zangu. Ninakabidhi ratiba yangu ya leo mikononi mwako, mahali nitakapokwenda, mahali popote nitakapokuwa, e Baba wa mbinguni, popote nitakapokuwa Yesu, watu wote kutana nao. Kila uamzi mdogo na mkubwa nitakao ufanya, Yesu nina ukabidhi kwako. Kila kitu na kikabidhi kwako. Biashara yangu Bwana, ninaikabidhi kwako. Maisha yangu ya ndoa Bwana, ninayakabidhi kwako. Watoto wangu, ninawakabidhi kwako. Biashara hii Bwana, ninaikabidhi kwako. Masomo yangu, ninayakabidhi kwako. We Bwana ukaongezeke, mimi nikapungue. Usiniruhusu nitembee kwa akili zangu Bwana, bali nitembee kwa maagizo na sauti yako Yesu nifundishe Bwana kuisikia sauti yako, nifundishe Bwana kusikia neno lako na kulitendea kazi. Nifanye niwe mwepesi wa kutii na niwe mwepesi wa kunyenyekea mbele zako kwa kuyatenda yale, yale yaliyo mema. E hey, Bwana Yesu nakabidhi kila kitu kwako. Baba, nakabidhi kila kitu kwako. Ni imani yangu Bwana ya kwamba wewe uliye maisha yangu, wewe uliye chanzo cha uhai wangu ndiwe kiongozi mkuu. Hivyo Bwana, simama pamoja nami katika kila jambo na katika kila neno nitakalolitenda, Yesu. Asante Baba, nakuja mbele zako asubuhi ya leo Bwana. Sina mwingine wa kukabidhi maisha na hatua zangu kwako kwa mtu yeyote bali ni kwako Bwana Yesu. Ninakuja kwako Baba, nakabidhi hatua zangu zote mikononi mwako. Neno lako Bwana linasema ya kwamba hatua za mtu zaimarishwa na Bwana, naye aipenda njia yake. Na mimi Bwana kwa kuwa hatua zangu zinaongozwa na wewe, hatua za mtu mwema zinaongozwa na wewe Bwana. Na mimi Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba uniongeze hatua moja kwenda hatua nyingine, hatua moja kwenda hatua nyingine. Yesu, ongeza kiu ya kukuabudu, nikuabudu wewe Bwana katika roho na kweli, ninyenyekee mbele zako, nikutambue ya kwamba wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu Weza, ni nikuabudu Bwana kwa moyo wangu wote, nikupe ibada yangu siku zote Bwana. Niongeze Bwana, niongeze Bwana, acha kiu yako Bwana ya kukuabudu ndani yangu, acha kiu yako ya kukuabudu ndani yangu. Bwana Yesu, chukua nafasi, niongoze Bwana, nipe hatua moja zaidi, nipe hatua moja zaidi, ili Bwana utumishi wangu ufae mbele zako, nipe hatua moja zaidi. Bwana ongeza njia ya neno lako ndani yangu, maana neno lako ni taa na mwangaza wa njia zangu, ninapotembea Bwana, ninaposimama, ninapokaa, neno lako linaniongoza na kunisaidia. Neno lako ni chakula cha uzima. Ongeza njia ya neno lako Bwana, nipe Bwana uwelewa ninaposoma neno lako. Ongeza hatua mpya Bwana, katika kukujua wewe kupitia neno, nipe kukujua zaidi rohoni Bwana, nifanye niwe mtu wa maombi, niwe mtu wa kuomba, niwe mtu Bwana wa kukulilia wewe siku zote. Nisogeze karibu zaidi na moyo wako, nisogeze karibu na wewe Bwana, nisogeze karibu na neema yako, nisogeze karibu na neno lako. Nipe hatua mpya Bwana kwenye ukuaji wangu wa kiroho, nipe hatua mpya Bwana kwenye kukuabudu, nipe hatua mpya Bwana wewe Bwana, kazi za mikono yangu Yesu, nipe hatua mpya kwenye kazi za mikono yangu Yesu, nipe hatua mpya. Nipe hatua mpya kwenye biashara yangu, nipe hatua mpya kwenye kila nitakachokifanya. Bariki kazi za mikono yangu Bwana, kila nitakachokifanya siku ya leo kikafanikiwe, in the mighty name of Jesus. Ondoa vikwazo na namna yoyote ya ucheleweshwaji katika jina la Yesu Kristo. Nifungulie Bwana milango ya neema, fursa na kibali. E Yesu nisaidie Bwana, ongoza Bwana kazi za mikono yangu, nishike mkono Bwana, hatua zangu zikaimarishwe na wewe. Mahusiano yangu Bwana, Bwana nitengeneze mahusiano yangu na wewe, nipe Bwana hatua moja kukubalika mbele zako zaidi Bwana, mahusiano yangu na watu wengine. Nipe hekima ya kuzungumza na watu Bwana, nipe hekima ya kuzungumza na ndugu zangu. Nifundishe kupenda, nifundishe kusamehe, nifundishe kuvumilia. E eh Bwana, niondoe kwenye mahusiano yasiyokupendeza na uniunganishe na watu sahihi Bwana, na kwa majira sahihi. Nipe watu sahihi Bwana, kwenye maisha yangu. Nipe watu sahihi e eh Yesu, nipe watu sahihi wa kutembea nao Bwana nipe watu sahihi Bwana ulionikusudia wa kutembea pamoja na mimi Yesu. Asante Bwana, asante Yesu. Ongoza Bwana hatua zote za maisha yangu. Nipe hatua mpya Bwana kwenye fedha zangu, niongeze Bwana hatua kwenye fedha zangu. Nipe hatua kwenye afya yangu, imarisha afya yangu, imarisha afya yangu katika jina la Yesu Kristo. Nipe hatua kwenye familia yangu. Tupe Bwana kuongezeka na kukua, ndoto zangu Bwana na mipango yangu, na kukabidhi wewe Bwana vyote mikononi mwako. Uwe Bwana juu ya kila eneo la maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, uongoze kila kitu mikononi mwako Bwana. Asante Bwana, wewe ni Mungu unayeongoza hatua za watu, wewe ni Mungu unayemshika mtu na kumpeleka hatua nyingine. Na mimi Bwana ni imani yangu ya kwamba leo nitaongezeka, nitatoka hatua moja, nitatoka hatua hii niliyo nayo, ninapanda viwango vingine, kwa maana nimekutumainia wewe na nimekukabidhi wewe kila kilicho changu. Yesu asante Bwana asante Baba, asante kwa kunisikiliza, asante kwa kunijibu Bwana hata kabla sijaona. Oh Bwana umekwisha kunijibu. Asante Bwana, ninakukabidhi kila kitu kwako e eh Yesu. Ninaachilia maisha yangu mikononi mwako, ninaachilia kila kitu kwako Bwana. Asante Yesu. Asante kwa kujibu maombi yangu, asante Bwana, asante Mungu wangu. Nafunika maisha yangu kwa damu yako takatifu, nafunika kila kilicho changu kwa damu yako takatifu Yesu. Ulinzi wako ukawe juu yangu, ulinzi wako ukawe juu ya watoto wangu, ukatulinde Bwana na kutuhifadhi kwa damu yako takatifu na kwa jina la Yesu Kristo. Ninatembea kwa imani Bwana, ninasonga mbele kwa amani na ninaishi kwa ushindi mkubwa. Siku yangu ya leo imejawa na ushindi mwingi. Maisha yangu ya leo yamejawa na nguvu nyingi kutoka kwako Baba. Asante, wewe ni mwema. Asante kwa ulinzi wako, asante kwa neema yako, asante kwa kibali chako Baba. Asante, pokea sifa na heshima, uweza na nguvu vinawe Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo, amen.